ndugu yetu anajiunga na chama chetu, mwanasheria na ni muhimu pia. Ni mkabidhi katiba ya chama chetu, tukiamini atatuongezea jopo la jopo la wana wanasheria ambao watakuwa wanaongezeka kwenye pool ya wanasheria wa chama chetu, wakishauri katika masuala mbalimbali ya katiba na mambo mengine. A, nimkabidhi pia katiba kama mwanachama, lakini pia kama mwanasheria, na naamini utatusaidia kwenye kufanya mambo ya Na, baada ya hapa sasa nikuombe ndugu yangu Peter upate nafasi na wewe uzungumze na waandishi ili wapate kusikia pia kutoka kwako. Karibu sana. Ndugu makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Bara, ndugu katibu mkuu Ndugu viongozi wa ngazi mbalimbali wa chama hiki, wanachama wenzangu, mabibi na mabwana, waandishi wa habari, itifaki zote nikiwa nimezizingatia asalamu alaykum, Bwana Yesu asifiwe, tumsifie Yesu Kristo. Kwangu ni siku ya kipekee sana leo, ndugu makamu mwenyekiti, kupata fursa hii ya kuweza kupata jukwaa la kuweza kutumia kuonesha na kutumia vipaji vyangu katika nyanja za siasa. Wengi wamenizoea kunitambulisha kama mwanaharakati, na ni kweli ni kazi ambayo nimeifanya kwa muda mrefu na kwa moyo wa dhati kabisa. Lakini leo kwa fursa ambayo umenipatia mheshimiwa makamu mwenyekiti, nashukuru sana, namshukuru Mwenyezi Mungu kuwepo hapa. E, inawezekana watu wakajiuliza kwa nini wakili Madeleka umechagua jukwaa hili la ACT Wazalendo leo kuja hapa na kufanya shughuli zako na si vyama vingine? Jibu ni rahisi sana. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ibara ya tatu, ibara ndogo ya kwanza, ndiyo inayoanzisha uwepo wa demokrasia ya vyama vingi vya kisiasa na demokrasia ya vyama vingi vya kisiasa katika nchi yetu imerejea mwaka 1992. Na, na ndio hapo kuna taasisi nyingi za kisiasa ambazo zilikidhi vigezo e, zilisajiliwa na kuanza kufanya kazi za kisiasa. So, ukisoma vizuri kwa makini na bila uvivu ibara hiyo inasema vyama vingi vya siasa, sio vyama viwili, vingi. Na lengo la kuwa na vyama vingi vya kisiasa ni kuchochea maendeleo ya kisiasa, ya kiuchumi na kijamii. Sasa kwa nini tuko hapa tulipo leo? Tunalalamika, tunahitaji maendeleo, hatujayapata. Ni kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo e, tunapungukiwa au tuna udhaifu navyo ni taasisi imara za kisiasa. Tukifanikiwa sana na kwa nyakati tofauti tofauti, tunakuwa na chama kimoja, kina nguvu sana, cha upinzani. Na kwa sababu dola huwa haitaki upinzani, ikishashughulika na iko, chama kimoja kinapotea, tunaanza kuhangaika kutengeneza kingine, ilikuwepo NCCR ikaja kafu paa Chadema na sasa hivi tuna ACT. Sasa niko ACT Wazalendo ili kuimarisha nguvu katika upinzani na hivyo kutoa fursa kubwa eh, ya matumaini kwa Watanzania kwamba muda sio mrefu tutafika kule tunakotaka kufika kwa maana <laughs> hitaji la kuwa na maendeleo ya kisiasa hitaji la kuwa na demokrasia katika nchi yetu hitaji la kuwa na utawala unaoheshimu haki za binadamu ni vita kama zilivyo vita nyingine. Na vita yoyote ile, ndugu zangu, inapopiganwa ni lazima ipiganwe kwa njia nyingi, sio kwa njia moja. Hauwezi kuweka mayai yote kwenye kapu moja. Sasa wako wanasiasa wenzetu kwenye vyama vingine, wana staili nyingine ya kupambana ili kuhakikisha kwamba nchi hii inakuwa na demokrasia lakini na ACT Wazalendo na yenyewe haiko nyuma, na yenyewe ina njia yake ya kuhakikisha tunakwenda kule kule tunakotaka kwenda kama Watanzania. Wako watakao shiriki uchaguzi, wako watakao zuia uchaguzi, zote hizo ni njia sahihi kabisa katika kupambana na utawala huu udhalimu ambao hauheshimu demokrasia, hauheshimu haki za watu. Kwa hiyo, ninaamini kama ACT Wazalendo tutafanikiwa kupitia uchaguzi ambao tutakwenda kushiriki baadaye mwaka huu tukifanikiwa tutakuwa tumefanikia tumefanikiwa Watanzania wote kwa sababu ninaamini adui wa Watanzania ni CCM na serikali yake. Njia ambazo zinatumiwa na wenzetu pia zikifanikiwa, tutakuwa tumefanikiwa Watanzania wote. Lakini kubwa zaidi ambayo nataka waandishi wa habari muondoke nalo hapa ni kwamba ukichukua jitihada au ukiangalia jitihada ambazo zimefanywa na makundi mbalimbali mbali katika jamii katika kuhakikisha tunapata uchaguzi huru haki na unaoaminika mwaka huu, utagundua kabisa dhamira ya CCM mwaka huu ni kuthibitisha kwamba uchaguzi huu utakuwa haki na huru. CCM wanataka wathibitishe kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki. Wako watu wanasema uchaguzi hautafanyika, tutazuia uchaguzi. CCM wanasema tumefanya reforms kwa hiyo uchaguzi utakuwa huru na haki. Sasa sisi tunataka tuwafate huko huko tuwaoneshe kwamba au tuthibitishe kwamba yale mliokuwa mnayasema ni maneno matupu au ni uongo, kwa sababu bila kwenda kushiriki uchaguzi hatuwezi kuthibitisha kwamba uchaguzi utakuwa huru wakati utakuwa hatupo. Kwa hiyo tutakwenda kwenye uchaguzi, kushiriki uchaguzi, kupima ukweli wa CCM au uongo wa CCM kwenye hizo reforms ambazo wanadai wamezifanya. Ndio sababu niko hapa na mimi kazi yangu itakuwa ni moja tu. Kwa kisha natumie kila nalo, ninalo liweza kutumia vipaji vyangu ambavyo Mwenyezi Mungu amenijalia, kuhakikisha kwa namna yoyote ile Watanzania wanachagua na kupata viongozi wanaowataka kwa ridhaa yao na sio hizi hila ambazo tunakuwa tunadanganyana. Na kama ikitokea, na kama ikitokea kwamba biashara ikawa kama kawaida, business as usual, basi ACT Wazalendo kushirikiana na wadau wengine ambao wako pia katika mapambano haya tutaunganisha nguvu kwa yale ambayo tunadhani ni sahihi kabisa kuhakikisha haki ya mtanzania ya kupiga kura na kura yake ikapata thamani inaheshimiwa. Asante sana. Takijua Asante sana. Asante sana. kidogo kabla kujiunga na ACT ametokea wapi na pengine ni mbinu hivi atakayotumia ili kuhakikisha kuwa ushindi Ah, tunaomba majina yako unatokea chombo gani? Ah, uh, naitwa Misipa Masisi natokea Wapo Media. Mm. Masisi. Ndio. Yes. Ah, swali la pili. Asante. Mimi naitwa Raidani wa Jambo. Mimi nilikuwa na maswali kadhaa. Sijui ndio nitakuwa nitakuwa na swali la huyu bwana lakini kama kuna uliza. Madeleka wengi, wewe unafahamu kama mwanachama wa Chadema kabla ya leo na mimi leo tumekutana kwenye maeneo mengi ikiwemo hata mkutano wa mwisho wa mwenyekiti wa Chadema, wakati na mkutano wa Tiania wao, walikuwa mmoja wa watu ambao walishiriki mkutano ule, na nachotaka kufahamu ni kwamba vyote hivi ni vyama vya upinzani na umesema wale wanaojenga kuzuia uchaguzi ambao kiwalisia kwa sasa ni Chadema na hao wanaosema wataenda kwenye uchaguzi kwenye mazingira ambao ni ACT, wote dhamira yao ni moja, kuitoa CCM. Kama dhamira ni hiyo na kama unajua muhimu ni hiyo, kwa nini umeona sasa ndio wakati wa wewe kuondoka Chadema kuja ACT Wazalendo? hilo swali huko nyuma na mara kadhaa tayari mwenyewe umenukuliwa kwamba ukionyesha una lengo la kugombea ubunge kupitia Chadema Tabora na waka, unaama wakati huu ambao Chadema inatajwa miongoni mwa vyama ambavyo havitashiriki uchaguzi kwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano Hauoni kama tukisema unahama wakati ambao na wewe pia ni miongoni mwa wale ambao wananyooshewa kwamba wako kwa ajili ya madaraka, kwa hiyo unakuja huku kama sehemu ya kipindi cha kwenda kutafuta nafasi yako ama dhamira yako ya kisiasa uliojengea kwa muda mrefu tuna mfumo umekuwa askari polisi kwa hiyo inawezekana wengi sio dhambi kusema kwamba wanafikiri na wimone kama ni afisa kipenyo na nini na nini. Kwa hiyo ni kama kuna story kwamba ulikuwa unatengwa ndani yake ndani ya Chadema na ndio maana sasa inawezekana ukawa unakimbia. Ukweli wa hili ukoje na uimara wako kwenye siasa za upinzani za nchi ukoje? kwa maana hayo mengine wanaofanya watu wanaona kama ni geresha kwa sababu ya kunatumika. Asante asante. kama kuna swali la mwisho kwa mtu wa mwisho, yametosha sawa. Wakili Peter Madeleka karibu sana. Nashukuru na, na sana waandishi wa habari kwa maswali yenu, na naomba nianze na maswali ya eh, mwandishi Raitan kutoka Jambo, na nianze na ile la mwisho kwamba uimara wangu katika siasa za upinzani ukoje? Kwanza, siasa ni maisha, siasa ni maisha. Pengine eh, wakati ninafanya harakati zangu za kupigania haki za binadamu nilikuwa situmii taasisi yoyote ile ya kisiasa, lakini nilikuwa nafanya siasa. Harakati ni siasa. Kwa hiyo ukitaka kujua uimara wangu unakwenda kuangalia kwenye zile harakati nilizokuwa nafanya mahakamani na nje ya mahakama, kuhakikisha tunapata demokrasia, tunapata utawala bora unaoheshimu sheria, lakini haki za binadamu zinaheshimiwa. Na nadhani hata na wewe mwenyewe ni shahidi, ukiambiwa usimame hapa leo utaje watu ambao wamepiga kelele sana kuhakikisha nchi hii inakuwa na sheria zinazoheshimu utu , nadhani utasita kunitaja. Kwa hiyo uimara wangu upo katika rekodi yangu ya shughuli za kiharakati ambazo ni siasa, harakati ni siasa. Huko ulikotoka Chadema walikuwa nakutenga, labda kwa sababu ya historia yako, uliwahi kuwa mtumishi wa umma, kwa hiyo walikuwa wanaona unatumika? Kwanza wanaosema hivyo watakuwa ni wavivu tu wa kufikiri katika nchi yetu kwa mujibu wa katiba yako, makundi machache sana ambayo yamekatazwa kushiriki siasa za moja kwa moja, na moja ya makundi hayo yametajwa katika ibara ya 147 ibara ndogo ya tatu ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, ambao ni askari, kwa maana ya watumishi wote wa majeshi ya ulinzi na usalama ya nchi yetu, na ili waweze kushiriki siasa ni lazima waache. Sasa mimi sio mtumishi wa kwanza wa vyombo vya ulinzi na usalama kuacha kazi hiyo na kufanya siasa, sio mtu wa kwanza. Na utumishi wangu katika nchi hii kila mtu anajua namna gani ulikoma, na ndio maana niko mtaani nafanya shughuli zangu. Sasa natumika, sijui natumikaje, ambao wamefanya kazi katika taasisi za ulinzi na usalama kwa mafanikio makubwa. Wako watu hapa kama kinauiwa Katari fanya siasa zao kafu, baadaye wakaenda Chadema, kundi walikuwa ni CCM la mageuzi, wote hao walifikia mpaka leo, wenyewe walikuwa wanatumika. CCM imewahi kuwa na katibu mkuu aliyekuwa Kanali Abdulrahman Kinana imewahi kuwa na katibu mkuu luteni Yusuf Makamba, imewahi kuwa na katibu wa idara ya mambo ya nje kanali Ngemela Rubinga, lakini wote hao wameshika nafasi hizo za kisiasa kwa sababu walitimiza matakwa na masharti ya katiba na sheria. ishi wa umma wacha hata iko chama ulichokitaja kwamba wewe kwa historia yako wanakutenga tar au walikuwa polisi kama ambako yuko huyo yu mkuu wa hamasa sasa hivi, kwa hiyo maelezo yu... haya itakuwa imeweza itakuwa... kuiondoa mtu pekee asiyetaka kushika madaraka ni yule ambaye anaenda kusali msikitini na kanisani. Huyo hataki madaraka, lakini huwezi kuwa unafanya siasa afu ukasema ah, mimi sitaki madaraka. Mimi nataka madaraka, hata CHADEMA wanataka madaraka, lakini wanachokitaka CHADEMA, wanataka madaraka kutumia sheria gani? Ndio ugomvi uliopo hata leo. Ikitokea kwa mujibu wa wao wanavyoona sheria zikabadilika, katiba ikabadilishwa, watashiriki uchaguzi na watapata madaraka kama wananchi wataamua kuwapa ridhaa hiyo. sasa sheria na katiba ya nchi yetu haipigi marufuku mtu ukishakuwa chama kimoja usiende chama kingine. Na mtu anajiunga katika chama cha siasa kimoja kutokana na mahitaji ya nyakati yaliyopo wakati husika, na anaweza akabaki huko milele mpaka mwisho wa maisha yake, ama anaweza akaondoka pia, kama mahitaji ya nyakati atataka yeye afanye hivyo. Kwa hiyo mahitaji ya nyakati yamenitaka mimi nifanye hivyo, Niondoke huko nilikokuwa uko, pasema basi, nataka kupataja sana lakini umetaka nipataje, niondoke huko ili kutimiza mahitaji ya nyakati, na hakuna mtu anayeweza kushindana na nyakati akashinda. Sasa nyakati zinataka nije huku, na nimeshaeleza kwenye maelezo yangu ya msingi kwamba nimekuja huku kuimarisha vyama vya kisiasa vya upinzani, ili dola ishindwe sehemu pa kushika. Maana ukimshika ACT utamkuta yuko imara. Ukimshika Chadema yuko imara. Ukimshika chauma naye anasikia kesho kutu atakuja naye atakuwa imara. Sasa, huo muda wa kudini na vyama vyote kwa wakati mmoja uviue ili uendelee kubaki madarakani utakuwa haupo, kama vyama vyote vitakuwa viko imara. Ndicho tunachotaka kufanya. Kwa hiyo nadhani hilo swali pia nitakuwa nimelijibu. Kabla ya kuja ACT nilikuwa wapi? <laughs> Kabla ya kuja ACT nilikuwa Chadema. Na hata nilikuwa CCM wala sio shida. Ingawa sijawahi kuwa CCM. Kwa hiyo kabla ya kuja ACT nilikuwa Chadema na leo nimekuja ACT. Nadhani kama kuna swali nyingine Afrika, mbinu nitakayotumia samani kidogo. Aha. Kwanza chama cha ACT Wazalendo kilishatoa msimamo wake kuhusiana na uchaguzi wa mwaka huu 2025 kwamba kitashiriki na kiongozi mstaafu wa ACT Wazalendo akirujiwa na kituo kimoja cha televisheni alisema atatumia mbinu na mbinu hizo zitakuwa ni tofauti kati ya eneo na eneo, na akasema hizo mbinu chama hakiwezi kuziweka hadharani kwa sababu ni silaha za kivita. Kwa hiyo ni vizuri tusubiri uchaguzi ufike, watu waingie kwenye uchaguzi. Anayetaka sasa kuona hizo mbinu zinatumika ni mbinu gani aje tu kwenye uchaguzi ataziona. Na mimi nataka kuhakikishia, mimi hayupo mtendaji yeyote wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambaye hawezi kunitangaza. Nina majimbo kama matano ambayo nikienda kugombea kote, natangaza. Kote. Kote nitatangaza. Na tangazo. Kote ni tangazo. Sasa na napenda nikualike kabisa. Bana ufuatilie kampeni zangu ule ujue na hizo mbinu za kampeni. Nialike ninyi jamii nzote. Eh eh, fuatilie hizo hizo hizo kampeni zangu, mbinu nitakazokuwa natumia kwanza kuwaonyesha CCM kwamba mimi nashinda huu uchaguzi. Na hata wale wezi wote ambao wao wanaiba huu uchaguzi. Nawaalika kwanza waje kwenye jimbo langu Wani, nitakalo kwenda kugombea baadaye. Nitalijua hilo jimbo. Waje. Wakifanikiwa kuiba kwenye jimbo langu, maana yake watakuwa wamefanikiwa kwenye majimbo mengine. Lakini nakuhakikishia kabisa Kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi na ninataka ujumbe huu. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Taifa ya Uchaguzi, Mheshimiwa Jaji Jacobs Mwambegele asikie kwamba kama kuna mtu ambaye atawapa sifa mwaka huu kwenye huu uchaguzi, kwa namna ambavyo uchaguzi utasimamiwa kwa viwango ni kwenye jimbo atakalogombea wakili Peter Madeleka, kwa sababu tume itaonyesha weledi wa hali ya juu sana kwa kumtangaza kwamba ameshinda. Asante sana ndugu waandishi wa habari, tunapenda kuwashukuru sana kwa kuungana pamoja na nasisi. Asante sana na muwe na wakati mwema. Viongozi wanatoka, tusimame. <laughs>